Hello guys, mambo vipi? I hope mko poa kama kawaida. Zoezi la usaili kwa e, tume kutoka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi bado linaendelea na kwa wale wanangu wa jiji la Dar es Salaam tayari tunayo PDF nzima ambayo e, imetoka katika jimbo la Kigamboni. Kwa maana hiyo ni kwamba majimbo yote ya Dar es Salaam PDF zinaendelea kutolewa, na hii unayoiona katika skrini yako ni kutoka jimbo la Kigamboni ambayo inahusu tangazo la kuitwa kwenye usaili wa waombaji wa nafasi za msimamizi wa kituo, msimamizi msaidizi wa kituo, makarani mwongozaji wapiga kura, uchaguzi mkuu 2025. Namba moja. Kwa madhumuni ya uendeshaji wa uchaguzi mkuu na kwa kuzingatia masharti ya kifungu cha namba sita kipengele cha sita cha sheria ya uchaguzi wa rais wabunge na madiwani namba moja ya mwaka 2024 kikisoma pamoja na kanuni ya kumi na moja ya kanuni ya uchaguzi wa rais wabunge na madiwani za mwaka 2025. Msimamizi wa uchaguzi jimbo la Kigamboni anawatangazia waombaji wote na nafasi za msimamizi wa kituo, msimamizi wa msaidizi wa kituo na karani mwongoza mwongoza wapiga kura uchaguzi mkuu 2025 waliochaguliwa kufika kwenye usaili utakaofanyika siku ya Jumatano ya tarehe 15 Oktoba 2025 katika ukumbi wa chuo cha kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kuanzia saa moja na nusu asubuhi mbili. Waombaji wote watakaotakiwa kuzingatia yafuatayo: moja. Ni muda wa kuzingatia kuanza usaili ni saa moja na nusu asubuhi. mbili. Msailiwa atajigharamia gharama zote kwenye usafiri, chakula na malazi. tatu. Fika ukiwa na kitambulisho chochote ama barua ya utambulisho kutoka ofisi ya serikali ya mtaa nne pamoja na tangazo hili orodha ya majina ya waombaji waliochaguliwa kufanya usaili imeambatanishwa tangazo hili limetolewa na mheshimiwa kateti sh msimamizi wa uchaguzi jimbo la kigamboni nb tangazo hili pia linapatikana katika tovuti ya halmashauri ya manispaa ya kigamboni kwa anwani kigamboni amc.go.tz. Kwa hiyo sambamba na tangazo hilo majina yameambatanishwa katika tangazo hili ambayo unaweza kuyaona kwa ukubwa wake yakiwa mengi kweli kweli ya wale wote ambao wamechaguliwa kwa ajili ya kufanyiwa usaili. Unahitaji PDF hii basi, E, gusa hiyo linki unaiona hapo chini katika sehemu ya description ama gusa katika komenti ya kwanza utaona link itakupeleka moja kwa moja sehemu sahihi ya kuweza kudownload PDF hii, ikiwa sambamba na haya majina yote ya watu zaidi ya e, elfu mbili mia sita sabini na mbili. Kwa hiyo wote ndio wadau ama watu ambao wanahitajika kwenda katika usaili ndani ya jimbo la Kigamboni itakapopata ja PDF ya majimbo mengine yote ya jiji la Dar es Salaam, tutaendelea kukushushia hapa hapa katika chaneli hii. Hivyo baki na mimi, tembelea katika chaneli hii kila wakati, ili wa kwanza kupata PDF hizi kwa uhakika zaidi. Asante, karibu tena.